rishi wa kanisa la Zion Fire Anointing Ministries eneo la Changamwe katika kaunti ya Mombasa hii leo ameandikisha taarifa na polisi kwa tuhuma za kuendesha mafunzo potofu ya kidini. Elizabeth Kadori amekana madai kujihusisha na itikadi hizo za dini na kuachiliwa kwa dhamana ya polisi. Aidha, washukiwa wengine wawili bado wanazuiliwa, kama Francis Mtalaki anavyoarifu kutoka Mombasa. <coughs> Akiandamana na mawakili wake, Elizabeth Kadori, mwanzilishi wa kanisa la Zion Fire Anointing Ministries Changamwe, kaunti ya Mombasa, ulifika kituoni baada ya makachero wa DCI kuamuru kufika ili kueleza anachofahamu kuhusu madai ya kujihusisha na itikadi kali. Nje, wafuasi wa kanisa hilo walikuwa wakisubiri kufahamu hatma ya kinachoendelea. Dakika chache baada ya saa kumi na mbili jioni, Elizabeth Kadori alitoka na kuwahutubia wafuasi wake, akikana madai ya kujihusisha na dini potovu, badala yake akiwataka maafisa wa polisi kutoa ushahidi dhidi ya tuhuma hizo. Nimeeleza polisi kwamba pale tunaabudu Mungu wa kweli, hatuna itikadi kali. Tunaifundisha watu, tunawafundisha katika misingi ya imani ya Bible na tunamwamini Yesu. Na walisema mtu akiombewa anaomba pesa, nikawambia, watu wanaikuja pale ni wenye shida, hawana chakula, hawana chakula kitu unaombewa ukibarikiwa, unakuja unamtolea Mungu sadaka yako. Maafisa wa polisi kwa upande wao wanasema bado wanaendelea na uchunguzi. Washukiwa wawili waliokamatwa wameachiliwa polisi baada ya kukosa kufikishwa mahakamani hii leo We shall continue to check up and confirm that the police, uh, follow the rule of law. Yes, as we speak right now, there are no more, no more arrests. Uh, there are two, uh, congregants who had been arrested, but as we speak right now, we confirm that they have been released as investigations are continuing to, to be dealt with by the police. zaidi ya watu 20 wakiwemo watoto walitolewa kutoka kanisa hilo walikonaswa kwenye hali tata ya kujitenga Afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma imeitisha stakabadhi za kesi hiyo kabla ya kuamua iwapo atashtakiwa shita rasmi au la. The The The the the DCI's office have informed her that she can continue to con she can can can can continue continue continue. continue to to to with her worship. worship The church church church can continue. The members of of in and the and there is no more, uh, th there is is no no more more frustrations and they shall not be deprived of their rights to worship kwamba niweze kujua ukweli ni nini, ule ukweli utakayotokeza na dunia ijue kwamba that church is serving the real God na misingi yake ni ya Bible na tunamwomba Yesu anayekaa mbinguni. Baada ya kuachiliwa kwa dhamana ya polisi, mwanzilishi wa kanisa hili sasa atahitajika ripoti tena wakati wote makachero wa DCI watakapomhitaji tena katika kituo hiki cha Changamwe. Francis Mtulaki Ringa, Citizen Mombasa.